Tangia nimekuona nimeshukuru sana. Na siku ya bora nimekuona rafiki yangu, naweza na connection tonge kwamba kuna mishe nikasema sio kesi kaenda nani, nani pale stendi ya Mbezi, wanaita mbezi mbezini, wanibia simu begi, sikao sina pa sinapakwenda i eh. Sasa hebu nah, nisikilize kwanza, nisikilize sasa kwanza wanza mwanangu, umekuja da eh? Eh. Umekuja kweli, unapambana ndugu yangu hmm. Ina maana hapa una siku ngapi, unakaa hapa na siku ya nne

najua we mtoto wa kiume mwanangu, huku Dar mwanangu, kugumu. Siona watu wanatembea mtaani, watu wanaishi nini? Yaani huku kugumu mwanangu, sema nini we mwanangu, we muombe Mungu mwanangu, alafu sema nini we, pambana mwanangu, alafu mimi ile ima ima, nisikilize yaani nashukuru Mungu akutanisha na wewe naweza leo siku leo msingatowa chakula cha mbu nyumbani kule kugumu. Yaani shida kule mi kugumu mwanangu, yani vipi mtianiamsaidia <tis> <Saka spia> mandugu yangu, sasa sikia mwanangu <tis> ee we, we, wewe

Kwaiyo wezunguka hapo yaani, yaani w, sasa umesikia, ndugu yangu, mimi nitakuja hapa kesho.